Msikilizaji, karibu katika kituo hichi, kituo ambacho ni nambari moja katika kuhakikisha kwamba tunakufahamisha na tunakupatia taarifa za kweli ambazo zimeweza kutendeka. Karibu, lakini ikiwa ni mara ya kwanza unaweza kufika katika kituo hichi, msikilizaji, chukua nafasi yako kuweza kupiga subscription kwa maana ya kuendelea kutufuatilia ili kila wakati tunapopakia video kwenye ukurasa huu unazipata. Karibu nizidi kukufahamisha, ni kujuze yale ambayo yameweza kutendeka. Kuna taarifa msikilizaji, nilipata kukujuza ama nilipata kukueleza, nikaweza kukudokezea, ila kwamba msikilizaji, masuala ambayo tunayajadili hapa mara mingi ni ya kweli na yanatokea. Ikiwa hayajaweza hawajaweza kutokea, basi atatokea na utayaona wazi. Siku chache zilizoweza kupita msikilizaji, nilifanya video nikakutaarifu kwamba wanahabari tajika nchini Tanzania walipata kutembea ikulu na wakaweza kupokezwa bahasha nono, kila mmoja. Na baada ya kupokezwa bahasha zile, kulikuwa maagizo aliyowapatia bahasha zile, aliwapa maagizo ya kile ambacho angetaka kiweze kufanyika baada ya kuwalipa wale watangazaji walioweza kuingia maeneo ya Ikulu, mkutano ule ulioweza kufanyika katika hoteli ya Piako iliyoko Dar es Salaam. Sasa msikilizaji, taarifa hizo nilikuziletea hapa na nikakusimulia, na leo hii zimeanza kuonekana kama ni za kweli msikilizaji, kwa sababu msikilizaji nilikuambia hivi, waliokwenda katika ikulu siku ile walipokezwa bahasha, lakini pia wakaambiwa kwamba watafute nafasi yoyote watakayoipata waitumie kuchafua jina la Padri Kitima na vilevile vile, Padri Ruwaichi. Wote hao ni wa kanisa Katoliki na viongozi maarufu nchini Tanzania ambao kwamba wameonyesha msimamo wao wa kukataa uongozi mbaya, wa kusimama na wanyonge na wa kuonyesha wazi pale ambapo kuna swala lisilo jema linafanyika. Padri Kitima, msikilizaji, amekuwa katika mstari wa mbele kupigania haki za wale walioweza kutekwa, za wale waliopata kupotezwa bure tu na vitendo vibovu ambavyo vinaendelea kutendeka katika serikali na chama cha CCM. Msikilizaji, taarifa hizi nilikupatia, nilizisimulia hapa, nikakwambia kwamba kuna mtangazaji mwenzangu wa Tanzania ameweza kunitumia taarifa hizo na nikapata kuzisomea hapa msikilizaji. Sasa siku ya leo tunaona nini? Ama ni kipi kimeweza kutokea msikilizaji? Kuna taarifa za kundi la watu wachache kama mia moja msikilizaji. ambao wameweza kutokea na wakaruhusiwa na serikali ya Samia isiyoruhusu maandamano mengine kufanyika. Hawa mia moja wakaruhusiwa kufanya maandamano ya kusema kwamba Padri Kitima na vilevile Ruwaishi walizungumza ama waliweza kutoa matamshi ambayo sio bora katika mkesha wa siku ya mwaka mpya msikilizaji. Siku zilizoweza kupita tumepata kutazama serikali ya Samia vizuri. Kunapoweza kutangazwa kwamba ama kupendekezwa kwamba siku fulani kutakuwepo na maandamano, polisi wanakuwa wametapakaa kila eneo, wanakuwa wameachiwa kila sehemu, ili yeyote atakayeweza kutoka kufanya maandamano aweza kukabiliwa na polisi. Mbona wachache hao walioweza kutokea kufanya maandamano wakaruhusiwa kufanya maandamano, wakafika sehemu waliokusudia kuenda, na wakaweza kufanya presa, wakazungumza, wakatoa maoni, wakasema kile ambacho wameghadhabishwa nacho. Ripoti ya maandamano haya ilitolewa wapi? Kituo kipi cha polisi? Ikadhibitishwa na nani? Ikaruhusiwa na nani? Kumbuka kwamba viongozi wa Samia wanatokeaga kila siku, punde tu wanapoona kuna tarehe ambayo imeweza kupendekezwa kwamba kuna maandamano yatafanyika, na maandamano hayo ni kupinga serikali ama kupinga vitendo vya Samia Suluhu polisi wanatokeaga kusema maandamano ni haramu. Ni Mwigulu Nchemba anatokea pale na kusema kwamba maandamano haya hayajaruhusiwa na viongozi wengi. Msikilizaji, hebu nikusomee taarifa hii. Kundi la waumini wa kanisa Katoliki linalokadiriwa kufikia watu mia moja leo Januari 5 mwaka 2026 limefika katika ubalozi wa Vatican nchini Tanzania kuwasilisha barua rasmi ya malalamiko dhidi ya viongozi wawili waandamizi wa katika kanisa hilo. Malalamiko hayo yanawalenga Askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam, Jude Thaddeus Ruwaichi pamoja na katibu mkuu wa baraza, wa, wa Baraza la maskofu Katoliki Tanzania, TEC, Padri Daktari Charles Kitima. Hatua hiyo imekuja kufuatia kudhoridhishwa kwa baadhi ya waumini na maudhui ya mahubiri yaliyoweza kutolewa na Kardinali Ruwaichi wakati wa misa ya Krismasi Disemba mwaka 2025. Waumini hao wanadai kwa lugha iliyotumika madhabauni, wanadai kuwa lugha iliyoweza kutumika madhabauni ilikuwa na mwelekeo wa ukali vitisho na hukumu badala ya kutoa faraja na mafundisho na mafundisho ya upendo. Wanalalamika kuwa mimbari imetumika kushambulia waumini waliokuwa wamewasilisha hoja zao kwa ubalozi wa Vatican hapo awali, jambo ambalo wanadai linakiuka misingi ya, ki, ya, ya kichungaji na heshima ya waumini ndani ya kanisa. Malalamiko hayo yanamuhusisha badri daktari Charles Kitima ambaye anadaiwa na kundi hilo la waumini kukiuka misingi ya utumishi wake kwa kujiunga katika masuala ya kisiasa. Sasa msikilizaji, hiyo ndo taarifa ambayo waloweza kuandamana leo wameipeleka katika ofisi hizi za, za Vatican. Msikilizaji wameweza kukashifu mazungumzo ya Ruwaichi lakini pia mazu, a, maneno yake Charles Kitim, na pia ukiangalia wameanza kumkosoa kwa sababu ya kuji. Kipande cha mwisho hapa kimesema malalamiko malalamiko hayo yanamhusisha pia Padri Charles Kitima ambaye anadaiwa na kundi hilo la waumini kukiuka misingi ya utumishi wake kwa kujiunga katika masuala ya kisiasa. Sasa msikilizaji, uongozi mwema ni upi? Ni kwa sababu wewe sio kiongozi wa kisiasa ukayatazama maovu yakitendeka, sio ukanyamaza tu ndio uongozi bora. Ikiwa Padri Charles Kitima ana nafasi ya kuzungumza kinyume na wengine wengi ambao wana hofu za kupotezwa, za kuuawa, za kutekwa. Padri Kitima amechukua nafasi yake, ameona kama ana uwezo wa kuweza kuzungumzia yale ambayo yanatokea Tanzania ambayo ni mabaya. Kwa hivyo sasa ni kitendo kibaya kimefanyika ama amekosea kabisa kwa kile ambacho wamefanya. Msikilizaji, nilipata kukueleza kwamba wanahabari wa Tanzania asa wale walioweza kupokea bahasha, walioweza kupatiwa kutoka Ikulu, wataweza kutumia mbinu zozote kuhakikisha kwamba jina la padri Charles Kitima na vilevile Ruwaichi vile, limechafuliwa kwa sababu; ndiyo sababu iliyosababisha wakaweza kupokezwa bahasha zile. Kwa hivyo, msikilizaji, kile ambacho kinaweza kutendeka hapa ni stori ambayo niliweza kukusimulia kitambo, na sasa umepata kuiona wazi kwamba taarifa ambazo mara nyingi tunakuachia ni taarifa ambazo zipo na ni taarifa za kweli msikilizaji, ambazo baada ya siku chache tu unapataga kuziona na sisi tunapataga taarifa hizi kwa undani sana. Wenzetu wa Tanzania wanafikishaga taarifa hizi kwa, kwa sababu binafsi yao hawezi kuziripoti kwa sababu ya kuhofia a vitendo vya serikali ambavyo ambavyo ni katili katili, lakini sisi tunachukua nafasi na kupata kukueleza msikilizaji kwamba kuna masuala ambayo yanatokea ambayo siyo mema msikilizaji. Zidi kupiga subscription, zidi kutufuatilia, tutakuwepo hapa kuhakikisha kwamba tunazidi kukufahamisha yale ambayo yanaenda yanaweza kutendeka.